Zaburi tisini na moja mstari wa nne kwa manyoya yake atakufunika chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao, uaminifu wake ni ngao na kigao. Anasema his truth shall be your shield. Kwa hiyo anasema kweli yako au ukweli wako utakuwa ni ngao na kigao. Ukienda kwenye new international version, biblia ya NIV yenye inatumia neno hilo la uaminifu Your faithfulness kuwa mwaminifu ni kuwa faithful ni tofauti na kuwa true. kwa hiyo ni kitu kile kile sasa una unasomba ii imekosea ni kwamba uaminifu wa Mungu lazima utokee kwenye kweli ya Mungu, sababu hawezi kuwa mwaminifu kama sio mkweli. Ili uwe mwaminifu lazima uwe mkweli kwanza, hasa unapotafuta tafsiri, unatafuta upana wake. Ukichukua lile neno la uaminifu wake peke yake, hawezi ukapata kitu gani ambacho anakitafuta. Lazima ujue neno kwenye kweli, sababu anasema uwatakase kwa ile kweli, kwenye Yohana 17:17 anasema uwatakase kwa ile kweli na neno lako ndio kweli. Kwa aliposema na kweli yako, hiyo ni ngao na kigao. Atafunika kwa manyoya yake, kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Asema uaminifu wake, kweli yake make, neno lake ni ngao na kigao, kwa ufunuo wa kwake ni ngao na kigao. Nikisema kweli ya Mungu, ninaongelea ufunuo wa Mungu. Nasema utaifahamu kweli kwenye Yohana 8:32, na, na, utaifahamu na kweli, nayo kweli itakuweka huru, kwa ili uifahamu kweli make, kuna kweli ambayo imefunuliwa kwako kwa kweli yoyote ambayo inaingia ndani ya moyo wa mtu ni ufunuo wa Mungu ambao umeingia ndani yake. Nimesema, nikiongea neno kweli ninaongea neno ufunuo, nikiongea neno ufunuo ninaongea neno kweli, sababu hauwezi kuwa ufunuo ndani ya mtu kama kwanza hujafunuliwa kwake. Na ule ufunuo ambao unafunuliwa ndani ya mtu ndio kweli ya Mungu ambayo imeingia ndani ya mtu. Anasema utaifahamu kweli, ukifahamu kweli, maana kuna kitu kimeachiliwa ndani yako, kimeachiliwa ndani yako, kimefunuliwa. Anasema hivi wale walio nje wanaambiwa kwa mifano ili wakisikia wasisikie, wakitazama wasione, wasije wakabadilika nikawaponya. Make kuna kweli ambayo imefichwa kwao, kuna ufunuo ambao umefichwa kwao. Ndio maana hawajaelewa, wametazama hawajaona. Make kuna kitu kimefichwa. Ufunuo nimekuambia ni siri za Mungu ambazo zinafunuliwa kwa mtu, zinaonyeshwa kwa mtu, na hizo ndizo zinazoleta mabadiliko, zinazoleta mtu mtu kupiga hatua. Kweli ya Mungu au ufunuo wa Mungu ni ulinzi na ushindi kamili kwa mwanadamu. Anasema chini ya mbawa zako atakufunika kwa manyoya yake, alafu anasema uaminifu wake ni ngao na kigao make, kweli yake ni ngao na kigao make, ni ufunuo wa kwake ko kwa, unapopata ufunuo umepata mahali pa kukimbilia, ukipata ufunuo umepata mahali pa kuponea, ukipata ufunuo umepata mahali pa kujificha. Ndio maana kule juu mstari wa kwanza anasema aketie mahali pake pa siri atakaa katika uvuli wake mwenyezi hii ni sabunitmo imetokea metokea huko, nasema kwamba ninamfanya Mungu kwa kimbilio langu. Kivipi? Kwa njia ya ufunuo. Ataketichia uvuli wake Mwenyezi, menyezi unaketiji uvuli wake Mwenyezi kwa kupata. Nasema chini ya mbawa zake utapata kimbilio, uaminifu wake ni ngao na kigao. Kwa hiyo unaketi chini ya uvuli wake Mwenyezi kwa njia ya kupata ufunuo, kwa kutafuta kwenye neno, kitu kifunuliwe kwako, kiachiliwe kwako, kuna kweli ya Mungu ingie ndani ya maisha yako. Kwa hiyo ubora na wingi wa kweli ndani ya roho yako ndio inayoamua kinga na ulinzi wa maisha yako na hatima yako. Ubora na wingi wa ufunuo wa Mungu ndani ya roho yako ndio unaoamua kinga na ulinzi wa maisha yako na hatima yako. Asema utaifahamu kweli, nayo kweli itakuweka huru. Asema Baba, uwatakase kwa ile kweli, na neno lako ndiyo kweli. Kwa hiyo immunity. Kinga nikisema kinga ni kama vile kinga ya mwili ile, ambayo inapambana na magonjwa kwa, kuna kitu kinaingia kwenye mifumo ya maisha yako, kinaweza kupambana na kila shambulizi linalotokea nje kuja kwako. A kwa nikisema kinga, naongea immunity kama ile ya mwili kabisa. Kila mtu anapozaliwa kwenye sayansi tulisoma unazaliwa na kinga. Kuna kinga kuzaliwa, kuna natural immunity na artificial immunity. Natural immunity ni ile ambayo unazaliwa nayo, inakuwa ndani yako. Artificial immunity ni ile ambayo unapewa. Sasa ndio maana kuna chanjo, mara si chanjo ya polio, si chanjo ya nini, ili unapata, unapewa kinga nyingine. Kwa hiyo unaposema, aliposema kwamba uwatakase kwa ile kweli na neno lako ndiyo kweli, utaifahamu kwe noki takuweka huru mae. Kwa lugha nyingine anakwambia ndani ya neno, katika ufunuo wa kwangu unapoachiliwa kwako, kuna kinga inaingia ndani yako. Yeye aketia mali pasili pake aliye juu, atakaa chini ya uvuli ataka wake mwenyezi. Anasema kwa manyoya yake atakufunika na chini ya mbawa zake utapata kimbilio, na uaminifu wake ni ngao na kigao. Uaminifu ni ufunuo wa Mungu kwa mtu. Kiswahili kinasema uaminifu wake, kinaweza kinatumia neno kweli yake sasa kweli ukitoka kwenye Biblia unatakaswa kwa ile kweli na neno lake ndio kweli, unatakaswa ile kweli na neno lake ndio kweli. Maana nini kweli? Ni ufunuo wa Mungu, ni kitu kimepasuka kikachiriwa ndani ya mtu.